Dokta Emmanuel Nchimbi oye oh! Na mimi Timothy oye oh! Asanteni sana, ndugu mgombea, ndugu katibu wa Chama Cha Mapinduzi, meza kuu, wanachama wenzangu wa Chama Cha Mapinduzi, wana Dar es Salaam, itifaki imezingatiwa. Ndugu mgombea Awali ya yote nianze kushukuru wewe kwa kuniteua pamoja na vikao vilivyoshiriki kuniteua ili nipeperushe bendera ya chama cha mapinduzi jimbo la Kawe. Ndugu mgombea, Wanakawe wamenituma wanasema wanakushukuru sana kwa kuridhia mkutano mkubwa na wa kihistoria wa uzinduzi kufanyika katika viwanja vya Tanganyika Packers kwenye ardhi ya Kawe. CCM oyee! Ndugu mgombea wanakawe wanasema jambo hili kwao ni kubwa na la heshima. Ndugu mgombea tarehe ishirini na nane ulinikabidhi ilani achama, chama pinduzi, ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Kazi yangu mimi toka siku hiyo ilikuwa ni kuelimisha wanakawe mambo makubwa ulioyafanya katika kipindi chako cha miaka minne na kidogo, lakini ilikuwa nikuwaelimisha wanakawe mambo makubwa na mazito uliotuahidi kwenye ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2025-2030. CCM oye! Ndugu mgombea, kazi hiyo nimeifanya kweli kweli, tumeifanya kupitia mikutano ya hadhara, tumeifanya kupitia mikutano ya mlango kwa mlango, lakini tumeifanya kupitia mikutano ya makundi maalum wanakawe. Ndugu mgombea, wana, wamenieleza ya kwamba wamenielewa na tarehe ishirini na tisa watatoka kwa wingi kwenda kupiga kula. Wanasema kula nyingi zitaenda kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye, CCM oye! Ndugu mgombea, katika kipindi chako cha miaka minne na kidogo, yako mambo makubwa na mazito umeyafanya katika jimbo la Kawe. Leo hii tunavyoongea, tunayo hospitali ya wilaya ya Kinondoni Mabwe pande ambayo inafanya kazi zake na ina hadhi kama hospitali ya wilaya. Watu wetu wa Kawe wanatibiwa pale, watu wetu wa Kinondoni wanatibiwa pale. Lakini kuna wakati majirani zetu kutoka wilaya ya Ubungo, kutoka wilaya ya Bagamoyo pia wanatibiwa pale. CCM oye! Katika kipindi chako umetujengea zahanati tatu, ikiwepo zahanati ya Mbopo, zahanati ya za Mabwe Pande pamoja na zahanati ya Changanyikeni. Wanakawe wanakushukuru sana. Kama vile itoshi, umetujengea vituo viwili vya afya, kikiwepo kituo cha Malindi Estate pamoja na kituo cha Nyakasangwe. Wanakawe wanasema asante sana, ndugu mgombea. Kwenye eneo hili la afya, umetujengea wodi mbili kwenye zahanati ya Tegeta pamoja na zahanati ya Ununio. Wanakawe wanakushukuru sana, ndugu mgombea ndugu mgombea, umetujengea shule nne ikiwepo shule ya New Changanyikeni, Godwin Gondwe, Songolo, Mnyonge, Mike Ulio, ambazo ndugu zetu wa maeneo husika wanasoma. Wanakawe wanakushukuru sana kwa kazi kubwa hii. Ndugu mgombea, umetujengea madarasa nane kwenye shule mbalimbali mbali, jimbo la Kawe, lakini pia umefanya